Tulia Marathon ilianza mwaka 2017 ikiwa na washiriki 307 saba peke yake. Mwaka huu mwaka uliofuata iliongezeka ikafika washiriki 589 na mwaka huo 2025 imeongeza washiriki hadi kufikia washiriki 2000 walio ndani na nje ya nchi. Kwa kweli, Mheshimiwa Spika, tunakupongeza sana kwa kulifanya jambo hili liwe na ukubwa wa aina yake. Kwa namna ya pekee niwapongeze sana wale walioshinda mbio hizi ndefu na fupi. Wale ambao mlishiriki, hongereni sana, na wale ambao hamko kwenye orodha ya kushinda, usivunjike moyo, kuna wakati mwingine mtashinda tena. Nataka niwatie moyo wale ambao waliishia njiani, maana kuna wengine wakati tunakimbia tukaanza kuwaona hawapo nyuma yetu lakini cha ajabu tukawakuta uwanjani, walishafika. Nikajiuliza, wametumia mbinu gani kufika? Nikaambiwa ni mbinu za kimedani, wengine waliamua kutumia shortcut. Lakini hongereni sana kwa kushiriki.